Hakuna magari zinapita. Yanikacha ni tembelea sisi. Na sapata na magari za kunipeleka tao. Msichana, kuja hapa. Msichana huyu naye. Kuja, kuja msichana. Wewe kijana epuka kwanza hapa.

Ananijua vizuri. Yeye ni mzayo wangu lazima anijue vizuri. Mzayo of course lazima unijue. Anaitwa Moses. Wewe unaitwa Moses? Mimi nikasaa Moses. Mzayo ni nini sasa? Wewe unapenda mashuhuda mingi hivyo wewe. Uiti Moses? Mimi naitwa Moses. Mzayo ni nini? Umesahau jina yangu. Twin brothers. Kama unataka vizuri. Huyu mambo yake naielewa. Usifuatilie mambo ya huyu kijana huyu, si no, no, no, kijana, kijana. Kijana ni wangu na namjua vizuri, kwa hiyo nimekwambia, ukiwekwa mimba halafu wachw ma